Uh, niwakaribishe sana ndugu waandishi wa habari katika asubuhi ya leo, asubuhi ya tarehe 16 Juni uh, mwaka 2025, a mwaka ambao uh, taifa letu linaenda kutengeneza historia nyingine uh, kwa maana ya kuelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini kuelekea uchaguzi mkuu mimi kama kada mwaminifu na mtiifu wa Chama cha Mapinduzi Eh, nimekuja mbele yenu waandishi wa habari kwa ajili ya kusema mambo machache ambayo yanaendelea kuonekana kukatiza eh, katikati ya eh, katikati ya mazingira ambayo Chama cha Mapinduzi tumekuwa tumekuwa tukitembea nao kwa muda mrefu. Ndugu wanahabari, ikumbukwe Chama cha Mapinduzi kimekuwa na kanuni, taratibu na miko ambayo kimsingi imekuwa ikienda kuabudiwa katika vikao vitakatifu vya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya vikao vya ngazi ya wilaya, kwa maana kamati za siasa wilaya, wilaya, halmashauri kuu za wilaya, kamati za siasa mikoa, halmashauri kuu za mikoa, lakini kikao kikuu kitakatifu, kamati kuu, ya halmashauri kuu ya CCM taifa, imekuwa ikienda kutengeneza sera, mipango na mikakati ambao mwisho imekuwa ikienda kutekelezwa na kuidhinishwa katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kama mwana CCM kindakindaki kama kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimekuja na mawazo ambayo kimsingi lazima tuyachukue tuyapeleke na tukayafanyie kazi, na ikiwezekana kuelekea uchaguzi huu tunavyoenda kuwapata wagombea wa nafasi za udiwani pamoja na ubunge e, pamoja na ubunge kwenye chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ili kwenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi basi vikao hivi kwa maana kamati za siasa za wilaya, kamati za siasa za mikoa, kamati za siasa za kata, lakini kama tukio ya halmashauri kuu ya CCM taifa iende kwa miaka. Hivi karibuni kumetokea ongezeko la viongozi wa kisiasa wengi kutoka vyama vya upinzani ambao wamekuwa kwenye madaraka katika vyama vyao kwa zaidi ya miaka mitano lakini hapa katikati wameamua kuja na sera ya kwamba tunamuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kitu ambacho kwa muktadha wa kawaida watu hawa wanakuja na matarajio ya kupata nafasi katika uongozi kuelekea uchaguzi huu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wengi wao wanasubiri mabaraza ya madiwani yavunjwe, wengi wao wanasubiri bunge livunjwe ili wapokee zile stahiki ambazo wanatakiwa wazipate na pengine waelekeze nguvu kwenda kuhadaa wanachama chama wa Chama cha Mapinduzi, wapiga kura kwenda kuwachagua kwamba wao sasa wamekuja kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimsingi mimi nipongeze sana kwamba wao kama wapinzani wameona kwamba juhudi zinazofanywa na CCM ni kazi sahihi na inayopaswa kuigwa na kupendwa na kiongozi au mtu yoyote mwenye kupenda maendeleo. Lakini naomba nitoe jambo fupi sana, baadhi yao wamekuwa wakisaliti vyama vyao na kujiunga na chama chetu, chama cha mapinduzi. Lakini kuna wengine kwa uzoefu tulionao, wameamua kuhama tena kwenye chama cha mapinduzi na kwenda kuzihaki Chama cha Mapinduzi wakijiunga na vyama vingine. Ni muhimu sana kama CCM ikiimarisha miundombinu yao kuelekea uchaguzi huu, tuimarishe miundombinu ndani ya maadili, sera na kanuni, ili kulinda heshima ya chama na kudhibiti usaliti wa wanasiasa na kujenga utulivu wa muda mrefu. Naomba nitoe mapendekezo yafuatayo ambayo Kimsingi tunaona watu hawa wameshasimama mpaka kwenye majukwaa kwa ajili ya kusema kwamba wao sasa wanakuja kugombea kupitia ndani ya Chama cha Mapinduzi, ili hali bado wanaingia bungeni na kwenye mabaraza madiwani kwa tiketi ya chama ya vyama vyao, vyama vyao vya kisiasa walivyo navyo. Mapendekezo haya naomba tuyachukue na kama viongozi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mendo, mtendaji mkuu wa chama, lakini vikao vyetu vyote vinavyoenda kufanya maamuzi kwenye vikao vya ndani, kiongozi kutoka chama kingine ni lazima apitie kipindi angalau miaka mitano bila kupewa nafasi yoyote ya uongozi ndani ya CCM. Lakini kama itawezekana tukaifata hii kwenye vikao vyetu, tutakuwa tumelinda tumelinda muda mzuri kwa kiongozi yoyote anayetaka mamlaka ndani ya chama cha mapinduzi, ambaye kama atakuja kupewa nafasi baada ya muda huo atakuwa amejifunza sera na itikadi nyingi zilizopo ndani ya chama cha mapinduzi. Ndugu wanahabari, jambo la pili, wanachama hawa ambao wanakimbia sasa kuja kuunga juhudi za chama cha mapinduzi, lazima mambo, jambo la pili walifanye kwamba lazima viongozi wetu wa chama wanaenda kuwapokea hawa watu mara baada ya mabaraza kuvunjwa, madiwani pamoja na bunge. Tusiwapokee kwenye mihadhara au kwenye mikutano tu kwa sababu ya nguvu walizonazo, lakini kiapo cha uaminifu kwa CCM lazima wale hawa watu wanachama wapi kutoka upinzani, lazima wapitie hatua ya kula kiapo cha uaminifu ili kulinda ukiukwaji wa kiapo huu na kiapo hiki kiambatane na adhabu ya kufungiwa kisiasa ndani ya chama kwa kipindi maalum, kama wataenda kusaliti chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la tatu, viongozi hao wanaokimbia kuja kuunga mkono jitihada za mheshimiwa Rais ambaye tumesema ni jambo zuri sana, watu hawa lazima wafanyiwe uchunguzi wa kimaadili kabla ya kuwapokea ndani ya chama cha Mapinduzi. Siafiki kama mtu mpaka sasa hivi yuko bungeni anapigana ili apate posho, huku akiwa na kimvuli cha kusema nenda kugombea Chama cha Mapinduzi, kuunga mkono jitihada za rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini wanasema tunakwenda kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanahabari, niwaambie kwamba kupitia vikao vyetu lazima vikazingatie mambo hayo, chunguzi wa maadili kabla ya kuwapokea lazima tufanye. Lakini jambo la nne, mikataba ya maadili lazima viongozi hao wasaini mikataba ya maadili ndani ya chama chetu, wasiingie tu wakapokelewa kama kwenye banda la kuku, ambaye mtu yoyote anaweza kuku yoyote anaweza akaingia na akalala bila kubuguziwa na mtu yoyote, mpaka pale patakapopambazuka na kutambua kwamba wewe ulikuwa ni mgeni. Mathalani wanaingia katika kipindi ambacho tunawaona, lazima uchunguzi wa nyenendo na tabia zao za kimaadili kwanza kutoka kwenye vyama vyao walivyopo wali lakini mpaka nibu yao kwenye ya wanaoitumia kuingia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo lingine ni kipaumbele kwa wanachama asili, ndio wana habari vikao vyetu vya eh, kamati za siasa za kata, kamati za wilaya za mikoa, kamati za siasa, lakini kama tukio mtaifa, naomba tuzingatie sana kipaumbele, tusije tukakubali kumpa kiongozi nafasi ya kuwa mgombea ubunge wa jimbo fulani lakini kwa mgombea wa diwani wakata fulani ili hali kuna wanachama asili wa Chama cha Mapinduzi ambao tumewapika kutokana na shule zetu za uongozi ambao tunayo katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe ndugu wanahabari, pale Kivukoni tuna chuo cha Chama cha Mapinduzi ambacho kimekuwa na malengo makubwa sana. Moja ya malengo ya chuo hicho ni kutoa mafunzo ya uongozi kwa wanachama na wanasisi pamoja na jumuiya zake lakini kukuza na kuendeleza itikadi ya Chama cha Mapinduzi kwa wanachama wake, kuwajengea viongozi uwezo ujuzi wa siasa kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa sera na kanuni za Chama cha Mapinduzi. Chuo hiki ndugu wanahabari, kimekuwa na ushirika na moja ya vyama vikubwa vya kikomunisti. Kwa mfano, chama cha ukombozi cha, cha, cha, cha Afrika vyama sita vya kombe vya Afrika, lakini chama cha ukomunisti cha China, lakini kuna vyama vya Frelimo Msumbiji, kuna ANC Afrika Kusini, kuna SWAPO Namibia, kuna ZANU PF Zimbabwe, lakini kuna MPLA Angola. Viongozi wetu ambao wamepita kwenye mikono hii, lakini pia wale ambao wamepita kwenye madarasa ya kiitikadi naomba, kuelekea uchaguzi huu ndani ya chama, wapewe vipaumbele ili waweze kwenda kuchukua nafasi ambazo wanazo na pengine huenda ikatumika rungu la kukata hata wabunge au madiwani tulionao na wakapitishwa hao. No, wanaojiita wanakuja kuunga mkono jitihada za, za rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, wao waunge mikono lakini watuache kwanza, ndani ya miaka mitano tupendekeze viongozi wanaotokana na chama chetu chama cha mapinduzi CCM. Lakini jambo la mwisho ambalo tunatakiwa kulizingatia sana. Nimeamua kusema haya kwa sababu najaribu kulinda heshima ya Chama Cha Mapinduzi na kuimarisha nidhamu ndani ya CCM kwamba haipaswi kuwa kimbilio uh, la wasaka maslahi uh, wa kisiasa, bali CCM ni taasisi ya maadili na miongozo na kanuni ndani ya Chama Cha Mapinduzi kila mmoja tunaifahamu. Kwa hiyo wasifanye kama vile ni kichaka, wakitaka kwenda kuunga mkono au kwenda kugombea. Hawa wabunge ambao wanakimbia kuja kugombea ubunge kutoka chama vya upinzani walio bungeni sasa hivi na kwenye mabaraza ya udiwani, kama wanafikiri mwaka huu ndio mwaka ambao wakichukua zile posho wakimbie kuja kuhonga wajumbe, basi waende chauma wakafanye hivyo, kwa sababu milango iko wazi. Ndugu wana habari, naomba niendelee kusema Mapendekezo haya ambayo nimeyasema yana mantiki kubwa sana hasahasa hasa tukizingatia kwamba chama chetu tumekuwa tukikiongoza kwa mujibu wa kanuni, sera pamoja na taratibu tunazozifanya ndani ya Chama Cha Mapinduzi. Wanahabari, niwaambie kwamba ni kwa kosa na ni fedheha kubwa sana kwa kuja sasa kumpa mamlaka ya kwenda kugombea kupitisha bendera Chama cha Mapinduzi mbunge ambaye yuko bunge sasa hivi akiwa upinzani, diwani akiwa upinzani ambaye yuko kwenye baraza la madiwani leo hii, ambaye anatarajiwa kufunga tarehe 20 kuja kumkata mbunge aliyoko jimboni sasa hivi au kumkata mwanasisi ya mkinda kindaki asili ambaye anaifahamu hii miiko. Itakuwa ni fedheha na udhalilishaji wa wanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, baada ya tano kifungu kidogo cha kwanza chama hiki kita, inasema kitaendeleza uongozi bora wa kwa misingi ya haki, usawa, uadilifu na uzalendo. Hatuwezi kufanikisha hayo ikiwa tutakuwa na tunafumbia macho usaliti wa kisiasa kutoka kwa wale tuliowapokea kwa mikono mingapi miwili. Haya tumeyashuhudia kwa muda mrefu, lakini ndugu wanahabari, niwakumbushe, niwarudishe nyuma kidogo. Haya yanayotokea yaliwahi kutokea hata nyuma. Iki hii sheria tulionayo kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya tano kifungu kidogo cha kwanza inajaribu kuionesha jinsi ambavyo kuna watu pia tuliwe kuwapokea kwenye mikono mizuri ndani ya Chama cha Mapinduzi na tukawapa mamlaka, na siku ambako utumishi wao ulikoma, waliondoka na kwenda kututukana matusi makubwa sana na kukidhihaki Chama cha Mapinduzi. Tunao na tunawafahamu kwa majina yao. Aidha, kanuni za maadili ya na, na, na, na, na, uongozi wa CCM ibara ya nne kifungu cha pili bi inasema zinasisitiza kuwa kiongozi wa CCM wanapaswa kuwa mwaminifu kwa chama kukitetea hadharani na kutekeleza kwa vitendo maamuzi ya chama. Hawa ambao wanasema leo wanakuja kugombea bado hawajatekeleza hii hiki hii, kifungu cha katiba, lakini kifungu kidogo kifungu ibara ya 4 kifungu kidogo cha pili b hata mmoja hakuna aliyetekeleza, kwa sababu wako vyama vyao na wanaabudu kupitia vyama vyao. Kwa mantiki hiyo wale wanaokuja kwa lengo la kutafuta maslahi binafsi, si kwa imani ya dhati ya itikadi ya CCM hawana nafasi eh, katika vikao vyetu vya uteuzi, na viomba sana vikao vyetu vya uteuzi kwamba wasipate nafasi katika chama chetu kitukufu, Chama Cha Mapinduzi. Na tunapaswa kuwa na utaratibu wa kuchuja kwa makini historia na mwenendo wa wanachama ambao wana, ambao tulionao, si ambao wanaingia. Ndugu wanahabari, mimi binafsi kama kada mwaminifu wa Chama Cha Mapinduzi, naomba chama kifanye tathmini ya kina sana kumpokea mwanasiasa mpya anayekuja eh, kwa kutoka chama kingine hasa kama amependezwa kupewa wadhifa, wasipewe. Lakini viongozi hawa wanaokiuka maadili ya muaminifu kwa chama wachukuliwe hatua. Tuna wengi sana sasa wamekuwa wazi kutokana na Chama cha Mapinduzi, wamekuwa wazi kuzia Chama cha Mapinduzi wa ili hapo, walishapewa maelekezo, walishapewa nafasi, walipewa keki wa kaila. Huenda ile keki wamepewa vijana, au wakinamama, au wababa kutoka CCM ambao wanafahamu miko, kanuni na taratibu za Chama cha Mapinduzi, huenda wangezitendea haki, na hata kama ambao wangekosa wa nafasi hizi, huenda watu hawa wasingekiziaki Chama cha Mapinduzi, na tumewahi kuona wapo wanaopewa mamlaka ndani ya CCM, wana CCM wakitoka wanaondoka kwenda kufanya majukumu mengine, lakini wamekuwa ni watu wa kwanza kuunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi. Chama chetu lazima kisimamie haya na lazima tusimame katika katiba yetu kwenda kuchuja hawa wagombea. Ndugu wanahabari, ni waombe sana kwamba CCM tusifanye kuwa pango la walanguzi. Mwalimu Nyerere alisema kwamba nchi yetu ni nchi ya ujamaa na kujitegemea. Sasa ujamaa huu ambao tunauimba uliimbwa na baba wa taifa na tunauimba mpaka leo. Tusikubali tukakaribisha uh, wageni wakaja, ambao kimsingi tunajua wanatafuta malisho. Inasikitisha sana, kuna vijana wanaimba kule kwenye mitandao na duniani kwamba baada baada ya bunge kuvunjwa na kuja kugombea nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Inasikitisha sana kwamba maanayake watu hawa tayari wanakidharau, wameonyesha nia yao ya dhati ya kukidharau Chama cha Mapinduzi kwamba ni kimbilio la watu walioshindwa kuishi katika vyama vyao. Mimi niwaombe sana, chama chochote kile cha kisiasa kinakuwa na utaratibu wa kuvuna wanachama tunawakaribisha sana, lakini lazima wafate miongozo, kanuni na itikadi tuliyonayo ndani ya chama chetu, chama cha Mapinduzi. Naomba nitoe mifano pia katika bara la Afrika ya baadhi ya maeneo ambao wanachama hawa waliungwa mkono na baadaye, baada ya kupewa nafasi kwenye vyama tawala, baada ya nafasi zao kukoma, walirudi kwenda kutukana. Tunafahamu taifa la majirani yetu hapa, Kenya, ilitokea hiyo kitu. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Musalia Mudavadi na Kalonzo Msioka, hawa walipewa nafasi kubwa sana, wakajiunga serikali, wakaunga mkono itikadi ya chama tawala. Baada ya kukoma madaraka yao, wamerudi na leo wanatukana sana eh, serikali yao. Zambia tuna mtu Nevas Mumba, huyu bwana alikuwa ni kiongozi wa chama cha upinzani cha MMD na yeye alipewa nafasi kubwa sana ya uteuzi kama barozi na baadaye akaunga mkono serikali lakini baada na uh, na na ya nafasi yake kukoma alirudi kwanza kudhihaki na kufedhehesha chama tawala na kuwa mkosoaji mkuu wa chama pale. Uganda tunapata mtu beti Kamia, naye hivi hivi alipewa nafasi kubwa kuteuliwa kuwa waziri katika serikali ya Yoweri Museveni. Baada ya nafasi yake kukoma, amerudi kuwa mtukanaji na kudhihaki kiasi kikubwa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Lakini tuna inchi kama Nigeria. Eh, kuna Atiku Abubakar Atiku Huyu naye alipewa nafasi kubwa sana kama makamu aliyewahi kuwa makamu wa, ali, wa rais na kujiunga na vyama tofauti vya zaidi ya mara nne, akajiunga na kuondoka na kurudi tena, lakini muda ulivyofika alitoka na ali kwenda kudhihaki chama serikali iliyompa eh, mamlaka. Hivyo basi kama Chama Cha Mapinduzi, mimi kama kada Naomba hili liwe funzo. Tusiruhusu kupokea hawa wabunge ambao wako bungeni leo hii wakiwa upinzani kuja kupewa nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi huu, wasubiri uchaguzi upite thelathini ipo, wakitulia watapewa nafasi. Wakiwa watiifu watapewa nafasi. Wakiwa wanaweza kufuata miko, taratibu na kanuni za chama wapewa nafasi. Lakini tuache wabunge wetu walio huko bungeni, madiwani wetu walio kwenye mabaraza, kama wana sifa ya kurudi kuwa wabunge au kuwa madiwani basi tuombe warudi kuliko hawa mabinti wanaopiga kelele na kuimba wanakuja, hasa hasa wale uviko kumi na tisa wanaosema kwamba baada ya bunge kuvunjwa wanakuja kwa ajili ya kuunga mkono jitihada kwao. Inapaswa kama Chama cha Mapinduzi, kwa mifano hii ya vyama kadhaa bao nimevitaja vya Afrika liwe mfano kwa Chama cha Mapinduzi kupokea viongozi wa namna hiyo, tukiwapokea tuta kumbana na haya ambayo yalizikumba nchi zetu za majirani zetu, lakini pia hata sisi imetukumba. Dr Willibrod Slaa aliteuliwa kuwa barozi nchini eh, Sweden na hayati Rais Magufuli, mwisho wa siku amerudi. Leo hii anaimba wimbo ambao hata Musa na mwanakondoo hawezi kuimba kule mbinguni lakini tuna viongozi ambao walipewa mamlaka, nafasi kubwa, na baada ya nafasi zao pia kukoma walitukana. Tuna mifano hii hai, kwa tusifanye hivyo mapendekezo ya sera na kanuni kwa wana CCM, eh, ni lazima wasubiri muda na wakati upite. Ndugu waandishi wa habari, yangu ni hayo, naomba nihitimishe kwa kusema, katika haya niliyoyazungumza, kama Chama Cha Mapinduzi, kwa muktadha huo, tukiyaishi haya hatutawajengea daraja la kushindwa kukiamini Chama cha Mapinduzi. Wabunge wetu walioko bungeni au madiwani wetu walioko kwenye mabaraza au wanachama wetu walioko eh, mitaani ambao wanafikiri kuja kuomba ridhaa ya kuteuliwa na chama chao kupeperusha chama bendera Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Wanahabari, ni waombe sana kwamba CCM, nirudie kusema, sio kichaka cha kuja kujificha mtu ambaye ni mwovu aliyekosa tabia njema kwenye chama chake na kukiona hakina mwelekeo basi kukimbia kuja Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kupewa mamlaka, hiyo nafasi katika uchaguzi huu haipo. Na niombe vikao vyetu, kama za siasa kata, kama za siasa wilaya, kama za siasa mkoa, lakini ni mashauri kuu ya sisi ya, na kama tukio ni mashauri kwa taifa, wasiwape nafasi watu hawa. Tunajua jinsi ambavyo wanaendelea kutuumiza hata sasa. Mimi niwashukuru sana, asanteni sana, karibuni kwa mswali.